Katika mafunzo haya ya ushirika, kusema kweli, nimefaidika sana na nimefarijika sana, na kwa muono wangu, ikiwa wana ushirika tutakuwa tumefuatilia vizuri mafunzo haya na maelekezo haya, tutakuwa tumepiga hatua. Nimejifunza mengi. Kwanza nimeona pale chama cha ushirika kina demokrasia. Demokrasia kwa sababu mtu yoyote ana haki ya kuwa kiongozi vile vile ana haki ya kumchagua kiongozi ambaye anaona anamsaidia anamfaa. Kwa hiyo pale kunakuwa hakuna umimi, hakuna, hakuna mwinyi, watu nyote wanakuwa na haki sawa, lakini vile vile inataka wewe mwanaushirika ushiriki shughuli za ushirika, sio kama wewe unakuwa mwanaushirika, lakini wewe shughuli za ushirika haushiriki. Kitu kama hiki inakuwa hakuna nataka, unapata pale kanuni za ushirika nafuata sheria zile za ushirika kwa no, no, no. Hiyo pale wewe utakuwa umefaidika.